Somo la injili kutoka eh, Matayo sura ya pili mstari wa 13 hadi wa 15 na mstari wa 19 hadi wa 23. Baada ya hawa mamajusi kuondoka, usiku ule malaika walimtokea Yosefu katika ndoto, wakamwambia kwamba uamke umchukue mama na mtoto, utoke katika huu mji, maana Herode ana jambo baya la kuangamiza watoto. Wapendwa katika Kristo, leo tunajifunza kitu cha msingi kabisa kupitia mtakatifu Yosefu, kwamba Yosefu aliamka akamchukua Yesu na Maria, akaondoka katika mji ule maana Herode alikuwa na jambo baya la kuangamiza mtoto. Hapa tunajifunza wajibu wa mzazi, ni kutunza, kuhakikisha mtoto anapatiwa eh, mazingira mazuri ya kukua, kuhakikisha kwamba mtoto anaongozwa katika maadili mazuri, anaongozwa katika elimu ya Mungu, elimu ya dunia, lakini tunaona kwamba na maherode wengi wamejaa katika dunia hii ya leo. E, unaweza ukaanza kujiuliza kwamba, je, maherode hao ni akina nani? Bali nikwambie, unaweza ukawa weni herode kwa watoto wako.